Karibu tuendelee kupeana habari na matukio mbalimbali yanayojiri kote ulimwenguni. Mahakama Kuu ya Mahaka Tanzania, masjala ndogo ya Dar es Salaam, imeingia katika hatua muhimu katika kesi ya dharura iliyofunguliwa na wakili Pita Kibatala kwa niaba ya familia ya Humphrey Polepole kwa hati ya dharura. Shauri hilo lilifunguliwa dhidi ya mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP na maofisa wengine wa usalama kesi hiyo inayohusu kutoweka kwa Humphrey Polepole katika mazingira ambayo bado hayajafahamika wazi imezidi kuvuta hisia za wananchi na wadau wa haki huku mahakama ikiendelea kusikiliza hoja za pande zote. Uamuzi uliotolewa Alhamis ya Oktoba 16 mwaka 2025 na Jaji mfawidhi wa mahakama kuu kanda ya Dar es Salaam Salma Mahimbi wa kutupilia mbali pingamizi lililowasilishwa na upande wa Jamhuri umeelezwa na wachambuzi wa sheria kuwa ni hatua inayowezesha mchakato wa kisheria kuendelea kwa kasi zaidi. Kesi hiyo ya jinai namba 24514 mwaka 2025 ilifunguliwa na wakili Pita Kibatala kwa niaba ya familia ya Humphrey Polepole pole kwa hati ya dharura sana. Katika kesi hiyo, upande wa Jamhuri uliwasilisha pingamizi ukiomba mahakama iwaruhusu kuwauliza maswali ya dodoso, yani cross examination. Watu wawili waliotoa viapo kwa upande wa waleta maombi, wakili Pita Kibatala na Godfrey Polepole ndugu Humphrey Polepole. Pole. Upande wa Jamhuri uliomba fursa hiyo kwa maelezo kuwa maswali hayo yangesaidia mahakama kufikia uamuzi sahihi kuhusu hoja zilizowasilishwa ikiwemo madai ya kutoweka kwa Humphrey Polepole katika mazingira ya tatanishi. Hata hivyo, wakili Kibatala alipinga vikali ombi hilo akieleza kuwa halikuwa na msingi wa kisheria na lingechangia kuchelewesha mwenendo wa kesi ambayo tayari imewasilishwa kama ya dharura. Baada ya kusikiliza hoja za pande zote mbili, jaji Mahimbi alitoa uamuzi mdogo yaani ruling kwamba pingamizi la upande wa Jamhuri halina msingi wa kisheria hivyo linatupiliwa mbali. Katika uamuzi wake alieleza kuwa viapo vilivyowasilishwa havikuonyesha ukinzani wa kimsingi unaohitaji maswali ya dodoso na kwamba masuala yaliyopo mbele ya mahakama yanapaswa kuamuliwa kwa mujibu wa vilelezo na hoja za maandishi zilizowasilishwa. Kwa uamuzi huo, mahakama sasa imeanza rasmi kusikiliza kesi ya msingi kuhusu maombi yaliyowasilishwa na upande wa Humphrey Polepole pole. Katika kikao hicho cha Alhamis, wakili Kibataala alianza kwa kuiwasilishia mahakama baadhi ya maelezo yaliyomo kwenye kiapo cha ziara cha Godfrey Polepole kilichowasilishwa mahakamani. Kupitia kiapo hicho, Godfrey alieleza kuwa kutokana na taarifa alizonazo, anaamini ndugu yake anashikiliwa na jeshi la polisi au taasisi nyingine za usalama na hivyo akaiomba mahakama iamuru Polepole afikishwe mahakamani au aachiwe kwa dhamana aliwasilisha picha ya gari aina ya Toyota Land Cruiser nyeupe ambayo anadai ndio ilitumika kumchukua Humphrey Polepole siku alipotoweka. Kwa mujibu wa maelezo ya kiapo hicho, picha hiyo inaonyesha alama nyekundu zinazodhaniwa kuwa matone ya damu katika mlango wa nyuma kushoto wa gari hilo. Wakati wakili Kibatala akiendelea kuwasilisha hoja zake, wakili wa serikali Ayub Sanga aliomba mahakama kumkumbusha Kibatala kwamba shauri hilo limeletwa kwa hati ya dharura hivyo, maelezo ya kina yasiyo ya lazima yanaweza kuchukua muda mrefu. Na baada ya majadiliano ya muda kati ya pande zote na Jaji Magimbi, mahakama ilikubaliana kwamba hoja zote za msingi ziwasilishwe kwa maandishi, hatua inayolenga kurahisisha mwenendo wa kesi na kuharakisha upatikanaji wa maamuzi. Kwa mujibu wa maelezo ya mahakama, upande wa waleta maombi utawasilisha hoja zao hadi saa 6 usiku wa Oktoba 16 ya mwaka 2025. Upande wa jamhuri utajibu hoja hizo hadi Oktoba 20 ya mwaka 2025. Waleta maombi watawasilisha majibu ya ziada yan rejoinder hadi Oktoba 21 ya mwaka 2025 saa sita usiku. Mahakama itatoa uamuzi wake rasmi Oktoba 24 ya mwaka 2025 saa tano asubuhi. Humphrey Polepole ni miongoni mwa watumishi wa umma waliowahi kushika nafasi nyeti serikalini na katika utumishi wa kidiplomasia baada ya kujiuzulu nafasi yake ya uwakilishi wa Tanzania nchini Cuba, ilidaiwa alirejea Tanzania mwaka 2025. Taarifa za kutoweka kwake zilianza kuenea tarehe 6 ya mwezi Oktoba ya mwaka 2025. Familia iliripoti tukio hilo kwa vyombo husika na baadaye kuamua kufungua kesi mahakamani ili kupata amri ya kumtoa Polepole mbele ya mahakama au kupewa taarifa rasmi kuhusu alipo. Katika vielelezo vya kesi hiyo, familia ya Polepole imeambatanisha picha na maelezo kadhaa yanayohusishwa na tukio la kutoweka kwake. maelezo hayo pamoja na picha zilizowasilishwa mahakamani yanatarajiwa kuwa miongoni mwa vielelezo muhimu vitakavyojadiliwa katika hoja za maandishi kwa pande zote mbili. Kwa mujibu wa maelezo yaliyotolewa mahakamani, familia imekuwa ikishirikiana na mamlaka za usalama katika jitihada za kumpata Polepole, huku akisisitiza kwamba hatua za kufungua shauri hilo inalenga kuhakikisha haki inatendeka kwa mujibu wa katiba na sheria. Mawakili wa familia wanasema wana imani kuwa mahakama itatoa mwongozo wa kisheria utakaosaidia kutatua sintofahamu iliyopo kuhusu alipo Polepole. Tangu taarifa za kutoweka kwa Polepole zilipoibuka, mamlaka za serikali zimeendelea kutoa kauli chache rasmi kuhusu suala hilo. Katika mawasiliano ya awali na vyombo vya habari, msemaji wa serikali alieleza kuwa serikali inaendelea kufuatilia suala hilo kwa mujibu wa taratibu za kisheria na kiutawala na kwamba wananchi wanapaswa kusubiri taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka husika. Kauli hiyo imeendelea kuwa msingi wa msimamo wa serikali hadi sasa, huku mahakama ikiendelea na mwenendo wa shauri lililowasilishwa mbele yake. Familia ya Humphrey Polepole imeendelea kuonyesha matumaini kwamba mchakato wa mahakama utatoa majibu yanayohitajika. Kaka yake Godfrey Polepole amesema kupitia hati yake hapo, kwamba familia yake ina imani na taasisi za haki na itaendelea kufuata njia za kisheria hadi pale ukweli utakapopatikana. Tukio la kutoweka kwa Polepole pole limevuta hisia za wananchi wengi, hasa kutokana na historia yake ya uwajibikaji katika utumishi wa umma. Mitandao ya kijamii imekuwa ikijadili kwa kina mwenendo wa kesi hiyo, huku baadhi ya watumiaji wakisisitiza umuhimu wa subira na kufuata taratibu za kisheria hadi pale mahakama itakapotoa wa uamuzi wake. Kesi hii imeonekana kuwa muhimu kwa sababu inahusu uhusiano kati ya haki za mtu binafsi na mamlaka ya vyombo vya dola. Wachambuzi wa sheria wanasema Mahakama Kuu ina nafasi ya kuimarisha imani ya umma kwa mfumo wa haki kwa kutoa maamuzi yatakayofuata misingi ya katiba na sheria. Kwa upande mwingine, wanasheria wanasema uamuzi huu unaweza kuweka kanuni ya kihistoria, yani precedent kuhusu namna kesi za watu wanaodaiwa kushikiliwa au kutoweka zinavyopaswa kushughulikiwa nchini. Kwa mujibu wa maelezo ya mahakama, Oktoba 24 mwaka 2025 itakuwa siku muhimu ya kusomwa kwa uamuzi rasmi wa awali katika kesi hii. Wadadisi wanasema uamuzi wa huo unaweza kutoa mwanga juu ya hatua zinazofuata, ikiwemo kama mahakama itaamuru polepole afikishwe mbele yake au kutoa maelezo mengine ya kisheria. Familia, mawakili na wadau wa haki za binadamu wanasubiri kwa matumaini makubwa, huku akisisitiza kwamba mchakato wa mahakama ndio njia sahihi ya ya kutafuta majibu. Na kwa kumalizia, kesi ya Humphrey Polepole pole imekuwa miongoni mwa kesi zinazofuatiliwa kwa karibu zaidi nchini mwaka huu, ikibeba matumaini na maswali kwa wakati mmoja. Ni kesi inayogusa dhamira ya taifa kuhusu haki, uwajibikaji na utawala wa sheria. Kadri mahakama Kuu inavyoendelea na mchakato wake wa Tanzania, wengi wanatarajia kwamba hatimaye ukweli utajulikana, iwe polepole yupo pole salama, au kama kuna taarifa nyingine rasmi kuhusu alipo. Kwa sasa familia inaendelea kuwa na subira wakisubiria Oktoba 24 mwaka 2025, siku ambayo mahakama itatoa uamuzi muhimu unaoweza kutoa mwelekeo mpya katika safari ya kutafuta majibu ya hatma ya Humphrey Polepole. Naam, hayo ndiyo yaliyojiri juu ya shauri linaloendelea kusikilizwa ndani ya mahakama kuu Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam. Tafadhali tuandikie mtazamo wako kwenye haya, lakini pia usiache kuendelea kutufuatilia kila wakati kwa taarifa nyingine nyingi zaidi kutoka hapa.